tano kwake Boniface Barasa ambaye anatufahamisha kwamba muungano wa wasomi kutoka eneo la Nyiro huko Samburu kaskazini wamempongeza Rais Ruto kwa kuwapa eneo jipya la uwakilishi la kaunti ndogo ya Nyiro. Wakazi hao sasa wanasema kuharakishwe mchakato wa kuchapisha kwenye jarida rasmi la serikali kaunti hiyo ndogo na kutumwa kwa maofisa wa serikali ili kuanza kuhudumia wananchi. Kwenye kikao na wanahabari mjini Maral, mwavuli huo wasomi kutoka Nyiro Samburu kaskazini umekaribisha hatua hiyo ya kupewa kaunti ndogo. After more than 30 years of Nyiro serving as a division with key administrative and social responsibilities, this elevation is both timely and transformative. Kwa yale ambayo yametufanyia sisi tukiwa watu wa Nyiro, tunafurahia sana kwa yale ambayo yametutendea. Na sisi tunasema pia tukiwa kama wamama, hiyo ni maendeleo ingine pia sisi tumeachieve kutoka kwa president yetu. Wasomi hao wanasema hatua hiyo itarahisisha huduma za serikali kwa wananchi, kinyume na ilivyokuwa awali. Huduma kama ya kipande watu wataweza kupata kwa urahisi, watu hata kuandikwa kazi, kwa sababu siku hizi kazi hata inaandikwa kwa, kwa masab. Kaunti itaweza pia kusaidia wananchi huko waweze kuandikwa kazi. Watu wengi vijana huko wako katika hali ya mambo ambayo si, haitufurahishi sisi kama wazazi, kwa sababu hawezi kufika Baragoi kwa ili waweze wa, kuandikwa kazi. Hata hivyo, wanataka mchakato wa kuhalalishwa kwa tangazo la Rais William Ruto kuharakishwa kwa kuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali. Tunahitaji hiyo subcounty ya Nyiro iwe gazeted na maombi yetu, ambayo sasa tunajua haitakuwa na kazi yoyote ambayo inaweza fanyika bila kufanyiwa kisheria ya gazetment na maombi yetu kama professionals ifanywe kwa haraka, na tutafurahia. This is a great initiative <coughs> kwa sababu very sure developments zitakuwa juu sana huko saidi yetu ya saudo, ama Nyiro kwa ujumla, na tunaomba tu we make ikwe gazetted na tutasema ni asante. Kaunti hiyo ndogo ilitangazwa na Rais William Ruto kwenye ziara yake ya siku mbili kaunti ya Samburu hivi majuzi wanaporidhia eneo jipya la wakilishi ni hali ya ngojangoja ngoja kuona kweli kama kweli itakuwa inahalalishwa kupitia chapisho rasmi la gazeti ya serikali. Bonfas Barasa, Roninga Citizen, gatuzi la Samburu.